Kama benki tukiendelea kujikita kwenye ubunifu wa kidijitali tumekuja na kampeni hii kabambe ya Toboa Kidijitali ambayo tumewekeza thamani ya kutosha kwa kuanzia, kama nilikuwa nimeongea kabla kwenye spichi yangu kwamba hii ni mwanzo na mwendelezo wa mengi ambayo mwaka huu tutafanya. Lakini katika msimu huu wa miezi minne tulitenga takriban zaidi ya milioni mia mbili kwa ajili ya zawadi hizi mbalimbali ambazo tutawapa washindi watakaofanya miamala kadri ya vile ambavyo tumeweka kwenye vigezo na masharti. Kwa hiyo kuna washindi watakao jishindia iPhone 16, kuna washindi watakao jishindia gari aina ya Mazda bodaboda boxer na bajaji, na kila mwezi tutakuwa na washindi. Kwa hiyo hii kampeni na kiasi kilicho kitenga ni kwamba kitakuwa kinafanyika kila mwezi. Wateja wetu wakitumia huduma za kidijitali kwanza, uh, ni gharama nafuu, lakini pia watakuwa muda wao kwa sababu hawatapaswa kuja branch na ni nani salama. So, ukiangalia huduma zetu za kidijitali uh, tumezitengeneza kwa namna ambayo usalama wa wake ni wa hali ya juu sana. Sasa kama wateja wetu wataweza kufanya miamala yao kidijitali basi wataweza kunufaika na faida hizi, na lengo letu kwenye kampeni hii ni kuhakikisha angalau asilimia tisini ya miamala yetu inafanyika kidijitali na jinsi gani ambavyo Tanzania au mteja wetu anaweza kushiriki kwenye kampeni hii tuna huduma mbalimbali za kidijitali popote uh, mobile banking app, lakini pia tuna USSD yake ambayo ni nyota 150 21 alama ya reli. Tuna visa card ya popote pamoja na internet banking ambazo kwa ujumla wake zinawawezesha Watanzania na wateja wetu kuweza kufanya miamala yao conveniently muda wote ambao wao wanataka, lakini pia kwa gharama nafuu zaidi na kwa kushiriki kwao kwa kutumia hizi channels ambazo nimezielezea, wakifanya miamala mingi, wana stand a chance ya kushinda zawadi kemkem ambazo tutazi, kuwa kwa mine, ambazo tutakuwa tunazizawadia kwa kipindi cha miezi minne ambayo hii kampeni itarun. Na zawadi ambazo tutatoa, kwanza kabisa tutatoa iPhone 16 Pro Max ambayo ni iPhone latest kabisa. Uh, tutatoa pia pikipiki aina ya Boxer. Uh, tutatoa bajaji lakini pia tutatoa the grand prize ambayo itakuwa Mazda uh, CX5. Hivyo basi, tunawakaribisha uh, Watanzania na wateja wetu kutumia huduma zetu za kidijitali ili waweze ku kujishindia zawadi hizi ambazo nimezitaja. Dhamira yetu sisi kama TCB ni kuendelea kuwa benki kinara katika kutoa huduma hizi za kidijitali na kwa kweli tutaendelea kushirikiana na partners mbalimbali kuja na solutions au masuluhishi mbalimbali ambayo yatawezesha Watanzania na wateja wetu kwa ujumla kuweza kufanya miamala yao kirahisi zaidi na hivyo basi kudrive uh, financial inclusion. Huu ni mwendelezo wa kampeni nyingine nyingi ambazo tumekuwa tukifanya kwa lengo la kuhamasisha Watanzania kufanya uh, miamala yao kidijitali Takumbuka kwamba mwaka jana mwezi wa tano tulizindua kampeni yetu Toboa na, na Kikoba, ambayo lengo lake ilikuwa ni kuwawezesha Watanzania kufanya savings zao kwenye viguu vyao vya vikoba kidijitali na kwa kweli kampeni hii imekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwenye kipindi cha miezi tisa tumeweza kudigitize vikoba zaidi ya laki tano na sitini na ambavyo vina wa... Uh, wanachama au members zaidi, na laki sita, na wawa, savings, uh, zaidi ya milioni tano na laki sita na kwa ujumla wao wameweza kufanya za zaidi ya bilioni mia sita na tisini na nane na kwa kweli kampeni hii imekuwa na mafanikio sana, lakini tumeona kuna umuhimu wa kuendelea kufanya kampeni nyingine kama hizi, na kwa kweli tunashukuru pia Central Bank au uh, Benki Kuu ya Tanzania kwa kutengeneza mawezi, ma, mazingira wezeshi kwetu sisi uh, banks kuweza kuwa uh, kuja na innovative solutions lakini pia kufanya uh, initiatives mbalimbali ambazo zina drive uh, financial inclusion na katika uh, banking sector uh, kumekuwa na mageuzi makubwa sana ndani ya miaka mitano iliyopita. Takwimu zinaonyesha uh, elfu mbili na ishirini miamala iliyokuwa inafanyika kidijitali ilikuwa ni milioni 14 uh, .5 lakini mwaka jana 2024, miamala hii imeweza kuongezeka kwa asilimia 45 mpaka kufikia miamala milioni 21 Tanzania sasa inafanyika uh, kidijitali. Uh, kwa thamani uh, miamala yenye thamani ya trilioni 9.5 ni 2020 inafanyika kidijitali na miamala hii imeweza kuongezeka mpaka kufikia trilioni 16.7. Hii hili ni ongezeko la asilimia 77. Kwa hiyo, kwa kweli uh, tunashukuru Central Bank kwa kuendelea kukuja na initiatives mbalimbali na mazingira wezeshi. Ukiona vitu kama TIPS uh, TANQR vimeweza kuleta hii impact ambayo tunaiona leo. Lakini pamoja na mageuzi haya bado miamala uh, mingi inafanyika kwa kutumia cash. Zaidi ya asilimia 90 ya miamala Tanzania bado inafanyika kwa kutumia kesha. Maana yake bado kuna uhitaji mkubwa wa kuja na kampeni ambazo zitawaelezea Watanzania umuhimu wa matumizi ya kidijitali, na sisi kama TCB Bank kwa kweli tuko mstari wa mbele kwenye hilo, na ndio maana leo hii uh, tunazindua kampeni hii.